Uchaguzi mkuu umewadia jamani. Atumia na nafasi hii kuwahimiza na kuwa mnapaswa kutunza vifaa mtakavyokabidhiwa na kuvitumia ipasavyo. Ubandikaji wa mabango ya kituo ni kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazosimamia uchaguzi, hivyo ni wajibu wenu kuhakikisha ya mabango yanayotakiwa kubandikwa kituoni yanabandikwa kwa usahihi na kuepuka ukwaji wa masharti ya sheria na kanuni za uchaguzi. Kutokana na vihuku hili, kama sisi kwenye maduka yangu ya uchaguzi napaswa kufika katika vituo vya kupigia kura na mbele vinekanavyo kutegemeana na jiografia ya eneo husika. Sisi kama tume tumejipanga kuhakikisha tunawasafirisha pamoja na vifaa husika kwa utaratibu mzuri na kwa wakati. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla ya kuanza mafunzo uliapa kiapo cha kutunza siri. Kiapo hili kipo kwa mujibu wa kanuni na namba nane ya kanuni ya uchaguzi wa rais, wa bunge wabunge, madiwani za mwaka 2025. Ukiukaji wa kiapo hiki kwa kuanza kutoa taarifa za siri ambazo tume haikupa maelekezo ya kutoa katika utekelezaji wa kazi zako, maana yake utakuwa unatenda kosa. Hivi sasa yako makundi sogozi ya wasap, jitahidini katika kipindi hiki mpunguze, ili msije kukosea kutuma taarifa ya aina yoyote katika makundi hayo ambayo haikutakiwa kutumwa huko. Kitu ambacho nimejifunza katika hilo ni kwanza kumpokea vizuri aliyekuja kupiga kura lakini pia kuweza eh, kumwelekeza mahala ambapo ataweza kwenda kufanya kupiga kura yake na kuweza kumchagua kiongozi wake kwao. Naamini katika eh, lile ambalo alijifunza hususan la kumpokea vizuri na namna ya kumwelekeza basi, hiyo kwake itakuwa kwa ni furaha na wala kutakuwa kuna shida yoyote. Tumeelekezwa wapiga kura hawa tuzingatie wale wenye mahitaji maalum. Nafikiri nikisema mahitaji maalum naeleweka hivyo basi, tukawa, tukawape kipaumbele, lakini zaidi ya yote tukafanye kazi hii kwa uadilifu na umahiri mkubwa mno.